Uh, wapendwa, leo ni siku nyingine tena. Uh, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia uzima. Huyu uh, fundi kama mnavyomwona ni fundi ambaye ni mtaalamu mm. Naona ambao mnamfuatilia katika YouTube yake ambayo imeandikwa Ajuaye, uh, huwa ana vitu vingi ambavyo anavirusha katika YouTube yake. Sasa leo Yupo anatengeneza simu ambayo inasumbuliwa na IC. Uh, huyu fundi ni mtaalamu sana, na yeye tabia yake ni moja tu, ni fundi ambaye ni mwaminifu. Kati ya mafundi ambayo nimeanza kuwatembelea na kugundua, ni uaminifu ni yeye wee. Uh, simu yako inapokuwa ina tatizo, anatengeneza ukiwa unaona, ili uweze kujua shida yako ni nini. Ni sawa na daktari anapokuwa anamtibu mgonjwa ni lazima ujue kwamba mgonjwa wako anauma kitu gani, ili aweze kutibiwa na ujue tatizo nini ambayo ilikuwa inamsumbua. Lakini mafundi wengi wanakwambia hiyo simu kwa shida yako ni kiasi fulani, lakini wakati anatengeneza huwezi ukaona ni kitu gani anakitengeneza. Kwa hiyo hapo, tunapomtazama yeye anatengeneza IC, na kwa wale mafundi ambao si wazoefu wa kutengeneza simu IC, manake simu ambayo inachemka ambayo inazima yenyewe ukimfuatia huyu jamaa katika YouTube yake ya Ajuaye au ukisubscribe tu na kucomment na kulaiki hapo, utakutana na ambavyo anatengeneza ana hizi simu. Yeye ni mbobezi kabisa. Aa, na watu wengi wanamfahamu na watu wengi wanamtembelea mara kwa mara tunapoona tayari ni IC ambayo anairekebisha, ilikuwa imechafuka. Kwa hiyo ndio maana simu ilikuwa ikichemka mara kwa mara na kuzima yenyewe. Kwa hiyo mtembelee huyu fundi. Huyu fundi ni mlemavu na ni mwaminifu sana. Ukitaka kumfahamu vizuri na kujua historia yake, subscribe pamoja na kucomment pamoja na like, ili uweze kupata taarifa zake nyingi nyingi. Taarifa zake ni nyingi tofauti na hizi za kutengeneza simu. Pia huwa anapost vitu vingi sana ambavyo vinafundisha maisha ya watu wengine. A, tunashukuru sana na tunaamini ya kuwa mtaendelea kumfuatilia. Ni kwa ajili ya faida yako na sio kwa ajili ya faida yake. Bila yeye tu, anachowaombeni ni kitu kimoja tu, katika video utakayokuwa ukitazama, anaomba uweze kusubscribe pamoja na comment pamoja na like tu basi, ili atakapokuwa ana posti vitu basi viweze vikakufikia, vinaweza ikawa ni msaada kwako. Usipuuzie hichi ambacho tunakuambia katika siku ya leo, na kuna jambo ambalo atariposti ndani ya mwezi huu, katika katika siku chache tu ambazo zinakuja. Kuna jambo ambalo ameiandaa kwa ajili ya kuiposti hivi karibuni, ni jambo ambalo inasikitisha na inafundisha, kwa hiyo usikose kutazama. Uh, hilo jambo ambalo ameandaa uh, kuriposti. Kwa hiyo wecha msingi kama nilivyokwisha kukwambia, ni kusubscribe pamoja na kukomenti na kulike pia. Hivyo unaweza ukajipatia vitu vingi vingi vingi vingi kupitia kwa chaneli yake inayoitwa Ajuaye. Ukiandika tu Ajuaye, ukiingia katika YouTube ukaandika Ajuaye basi TV. Ajuaye TV watakuletea vitu vingi sana ambavyo wameshaviposti mbayo amesha post na sasa, hata mafundi simu hawa, unaweza ukaingia katika YouTube yake like, ukapata uh, kujifunza vitu vingi mm -hmm. sana anatengeneza kila aina ya simu, kila aina ya simu iliyoshindikana anaweza katengeneza yeye. Kwa wakazi wa Kigoma, iye anapatikana Kigoma, ndio fundi wa kwanza mlemavu ambaye ana kipaji cha ajabu, ambaye hakuna simu ambayo ikienda pale inashindwa kupona hii anaweza katengeneza hata mifumo ya njia ambao mafundi wengi huwa wanashindwa na, na kukuambia hii simu haiwezekani. Basi like comment pamoja na kusubscribe. Huyu mnayemwona kwenye picha ndo yeye kabisa, ambaye anaitwa Ajuaye, na kwenye YouTube yake ukiandika Ajuaye TV utakutana na taarifa nyingi nyingi nyingi sana. Basi asante, na tunashukuru kwa sababu utakuwa pamoja nasi.